Bana, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu Davids e bana ameweza kutaja wazi kwamba Relebohile Mofokeng e bana, mwenye umri wa miaka 20, wa Orlando Pirates ni miongoni mwa wachezaji anaowatamani kuweza kuwasajili, ingawa e, bado hajaweza kufanikiwa kumsajili. Katika mahojiano ya, ya Fadlu Davids pamoja na e, mwandishi kutoka e, Afrika Kusini e, Michael Morton e bana wa Afrika Kusini aliweza moja kwa moja Fadlu Davids kuweza kufunguka kwamba kama Orlando Pirates wata, watakubali basi moja kwa moja Mofokeng, wataweza kumchukua kwa haraka. Mofokeng ni mmoja kati ya vipaji vinavyokuja kwa kasi zaidi katika soka la mpira hapa Afrika yote kwa ujumla lakini pia hata kwenye soka la huko Afrika Kusini. Eh, bana, na usajili wake unaweza kuleta mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Simba Sports Club kuelekea msimu ujao. Endelea kuwa karibu kabisa na sawasawa online digital. Endelea ku drop comment yako kwa wewe ambaye ni shabiki kindaki kindaki lakini pia wewe ambaye ni mdau wa soka. Make sure tu kwamba drop comment yako kwenye anja comment hapo utakuwa umetisha kidogo manoma.